Ya makeup hii naomba nikufundishe matumizi sahihi ya brush. Umeona makeup yangu ilivyokaa vizuri sawasawa. Set yangu ina pisi kumi na mbili. Seti kama hii utaipata kwa shilingi elfu ishirini na tano tu, na brush hii una uwezo wa kuitumia hatua zote na kila hatua ukapata brush yake. mimi ni Farida Othman, kutoka Farida Beauty Academy. Karibuni sana muweze kujifunza na mimi. Mwanzo kabisa nimetumia brush hii ya kuchania nyusi halafu nitakwenda kuchora wanja kawaida. Wakati nachora wanja wangu, naomba nikukumbushe kwa wewe ambaye unahitaji kujiunga na chuo chetu, tupo Dar es Salaam, Tegeta Nyuki. Mafunzo na huduma zetu sisi ni za uhakika. Ukihitaji seti nzima ya makeup zipo kuanzia laki mbili, laki mbili na nusu, na ukinunua vifaa kwetu darasa ni bure wiki nzima. Baada ya kuchora wanja wangu kama hivi, nitakwenda kujazia katikati Brashi inaofuatia ni brashi ndogo tu ya raundi ambayo nitakuonyesha hapa. Hii nitaitumia kwa ajili ya kupakia concealer. Yaani ukiona mtu amechora concealer imenyooka vizuri. Hakikisha brashi yako ni quality nzuri. Unaweza ukawa unajua kuchora vizuri lakini kama brashi ina changamoto hawezi ukanyoosha mistari yako vizuri. Angalia brush ambayo naitumia. Brush zangu mimi, ukizi, kama utahitaji kupata brush kama hii ambayo nimeitumia mimi, imeandikwa real perfection. Yes. Wa East Africa utazipata kwangu tu. Tunaelewana sawasawa. Juu nitatumia brush ile ile kwenye kushepu concealer yangu. Nitatumia foundation itashape kama hivi concealer ya chini na nimeunganisha kwa sababu nataka wanja zangu zilingane, kwa hiyo ambaye ni mwanafunzi tumia njia hii. Ukishajua kulinganisha wanja vizuri, hautokuwa na haja tena ya kutumia njia hii ya kuunganisha wanja upande wa juu na upande wa chini. Upande wa eyeshadow, kiangalia brush yangu ni kama ina round fulani hivi. Hii ya round tutaitumia kwenye eyeshadow. Zipo nyingi, yaani zipo kama brush nne ambazo nitakwenda kuzitumia matumizi tofauti tofauti hii ya round nitapakia rangi ambayo ni ya dark kidogo, alafu kuna hii ambayo kama imejikunja fulani nitakwenda kupaka kwenye ule mkunjo wa jicho la mteja wangu, lakini same same nitaitumia kwenye hii rangi ya mbele ya eyeshadow ambayo imeng'aa zaidi. Kwa wewe ambao unahitaji kurembwa, tunafanya makeup aina zote. Kwa wewe ambao unahitaji vifaa vya makeup, tutakuuzia vifaa na tutakufundisha darasani bure wiki nzima. Seti kuanzia laki mbili, laki mbili na nusu, laki tatu, laki tatu na nusu bag za makeup pia zipo sawa sawa. Baada ya hapa tutaendelea na brush nyingine. Kwa shilingi elfu ishirini na tano. Ukihitaji zipo za nyingi kama hii ambayo nimetumia elfu ishirini na tano. Brush hii hapa nitaitumia kwenye poda zipo brush za shilingi elfu hamsini laki moja lakini hii seti ambayo nimekuonyesha hapa ni seti ya shilingi elfu ishirini na tano tu iko na pisi kumi na mbili ina brashi zote za muhimu ina brashi kubwa ina brashi ndogo za poda kama hivi zinakuwa na uwezo wa kupita sehemu yoyote ile kwa wewe ambao utahitaji kujiunga na madarasa yetu ya makeup tunakukaribisha kwa wewe ambao unahitaji kununua vifaa pia tunakukaribisha kwa wewe ambaye ni bibi harusi au ni mate mnahitaji kurembwa namba zetu ni hizo ambazo na kwenye screen tupo Dar es Salaam Tegetanyuki huduma zetu sisi ni za uhakika. Upande wa lipstick natumia pia ba brush. Umeiona brush yangu. Sawa sawa. Kwa hiyo karibuni sana sana, muweze kupata huduma zetu. Umeshajifunza kama hivi, unahitaji kutuma feedback yako na bado huja subscribe YouTube channel ya Farida Othman. Ingia YouTube, tafuta Farida Othman, subscribe, njoo na screenshot ni kutumie linki uweze kujiunga kwenye magrupu yetu. Una swali na chochote niandikie kwenye comment. Sawa sawa. Kupata makeup nzuri kama hii fresh from camera, no filter, no editing, lazima uwe na vifaa vizuri, lazima uje darasani tukuelekeze mawili matatu, uweze kujipatia kipato kwa namna moja au nyingine. Jamani, sisi naposema tunafundisha tuna maanisha final touch. Umeona ilivyokaa soft vizuri. Brush nzuri itakupa makeup nzuri, product nzuri zitakupa makeup nzuri. Karibuni muweze kujifunza na sisi. Asante na endelea kujifunza nasi, bye bye.